Wakala wa nishati vijijini REA hatimaye inatekeleza mkataba iliyoingia na jeshi la magereza nchini wenye vipengele saba kikiwemo kile cha kuwapatia watumishi wa jeshi la magereza majiko na mitungi ya gesi. Dkt Joseph Sambari kutoka dawati la jinsia REA anaeleza mradi huo wa ugawaji wa majiko na mitungi ya gesi katika hafla fupi iliyofanyika gereza kuu la Uyui, Tabora. Kipengele cha tatu ni usambazaji wa mitungi ya gesi 15,126 ya kilo 15 na majiko ya gesi ya sahani mbili kwa watumishi wote wa magereza. Na katika hafla hii ndiyo ambapo kipengele hiki cha cha huu mkataba tumekuja kuzindua ili kuhakikisha kabisa kwamba watumishi wote wa magereza tukiamanisha kwamba e, ni askari pamoja na maafisa, na nimefurahi kuona kwamba tunao maafisa kutoka hospitalini na pia nao ni wanufaika katika huu mradi. Akizindua ugawaji huo na mitungi ya gesi, mkurugenzi wa Bodi ya Nishati Vijijini, mhandisi Ahmed Chinemba, amedai REA inatekeleza mikakati ya kuondoa matumizi ya kuni na mkaa ambao yamekuwa na athari kubwa ya kimazingira. Lakini kupitia utekelezaji wa mradi kama alivyoelezwa, magereza zote Tanzania Bara zitajengewa miundombinu ya kupikia kwa kutumia nishati safi. Na kwa maono hayo hayo, kwa kutumia Jeshi la Magereza, tutatekeleza ile agizo la Mheshimiwa Rais na kufikia asilimia themanini wa Tanzania wote wanatumia nishati safi ya kupikia itakapofika mwaka elfu mbili na ishirini na 38. z Unaona namna gani tuna kazi e, kubwa ya kufanya kwa sisi tunatoka vijijini kuna shida sana ya watu kuendelea kutumia kuni na mkaa. Kwa upande wake, mkuu wa magereza mkoa wa Tabora kamishina msaidizi Enoch Mwanguku amewataka watumishi wa magereza kuanza kutumia majiko hayo ya gesi. Sababu unapopata hilo jiko wewe ndo mtu wa kwanza kutoa salamu na ujumbe kwa wanaokuzunguka ili elimu iongezeke. Kuna msemo mmoja anasema, ukipika ugali wa kuni ni tofauti na ugali wa mkaa, yani ugali wa kuni ni tamu zaidi na ugaliwa mkaa ni mtamzaji kuliko gesi au ni maneno tu? Tumieni gesi sawa, hutachakaa mapema. La, ukitumia kuni utachakaa mapema tb nini, kila kitu, si ndio? Nafikiri mmepigilia msumari mwake. Tunaahidi kuitumia vizuri, tutakuwa ni wawakilishi wazuri. Juma Kapipi Tabora FM.